Haya, <laughs> shika rekodifurahiknye rekodiamaelezeasasa hapa tayari tushatengeneza volti arobaini na nane. Tumechukua umeme kutoka kwenye battery umekuja kwenye charge control. Umeme huo hapa umetoka kwenye solar panel unakuja kwenye charge control hapa. Na tayari tushaipa control box yetu umeme volti arobaini na nane. Unaona uko kwenye chaji control mm, inasoma 51.1. Wakati huo tayari tushawasha pampu yetu, tunaona inapeleka maji, tunaongeza spidi elfu moja mia tisa, elfu mbili, elfu mbili mia mbili, elfu mbili mia tatu, elfu mbili mia nne, elfu mbili mia tano, mpaka spidi elfu nne. na tayari maji yanapanda kwenye tenki na mengine yanakwenda kwenye rooping tulioifanya. Kwa hapa tumefanikisha kutengeneza voti 48 kwa ajili ya ku control pump yetu ya